kama anatoka na Omari. Penzi la moto wanasindikizana nyumbani nobody knew. Yaani nobody knew. Ana huyu Omari akiwa off, Salman anaomba um ruhusa huko anaenda nyumbani kwa Omari, anapika, anafua, you know, wife material wa Zanzibar anafanya kila kazi. Siku moja Omari akamwambia leo niko off, ya nini? Njoo. Kwa hiyo alipotoka kule akaenda kwa Omari na akafanya tabia mbaya for the first time and penzi likawa la moto moto moto. Sasa siku moja amekaa wa sasa zimesafiri. Uh, Magreti akamwambia na Salma, "Salma, naonataka kuonesha shemeji yako sio aliana nini?" Salma was very happy akajuaenda kuonesha kwa kutambulisha sio alidi. Akapita sasa Omari. Magreti akamwambia, "Huyo pale ndio shemeji yako. Kuanzia leo huyo mwone kama kaka yako, mimi nione kama wifi yako." And Salma akosa alikuwa surprised kwamba nini hiki kinaendelea hapa likamkaa yani, likamfika hapa akili, yani maswali kumkichwa. Akampigia simu sasa Omar, usiku akamwambia, yuko kumbe wewe unasema na Magreti ni nani? Omar akamwambia na huyu Magreti ni anatakaga mimi sagati, mbona ahisi mpendi, lakini yeye anajipendekeza kwangu, sio yani, akaelewa mimi nakupenda wewe mama, sio yani. Akasema mwanaume sio huyu ananipenda mimi, okay. Wakaendelea na uhusiano wao wamekasi, siku zimeenda, siku zimerudi. Magreti akaja kwa Salma na Lia anamwambia, kumbe Nadia ni msaliti, kumbe Nadia anatoka na Omar, sio hivi na hivi na hivi. Tena Nadia kwenye hii cycle akam wakawa eni amelalamika lalamika ame pale sana nani akamwambia hivi? Salma akampigia Omari baada ya kumwambia, kumbe bado unatuchanganya sisi wote watatu. Yani hujaishia kwa Magreti, umeenda kwa Nadia, sio nani nini. Omari akamwambia, hao marafiki zako sijui hata wanataka nini kutoka kwangu, sababu mimi siwapendi. Sina hata muda nao. Wenyewe ndio wanataka, sio nani. Yani anajitetea kwamba ana maisha, kwamba anampenda Salma kuliko wao wengine. Salma kichwa kikaja, akajua yeye ndio anapendwa kuliko watu wote. Yani yeye ndio anapendwa. Mahusiano yakaendelea, yakaendelea, yakaendelea. Bado wakamaliza Garfield, wale wawili hawaongeleshani. Magreti na Nadia hawaongei kabisa, kila mmoja anamwona mwenzake msaliti

Nadia akamwambia kwa nani? Salma akamwambia kwa nini usipokee simu? Kwa nini usipokee simu? Oh, unajua huyu rafiki yangu George anataka kuniazima pesa na mimi sitaki kuomba, sio nini maneno mengi. Simu kaendelea kuita Salma akachukua simu kwa nguvu, akaangalia kumbe ni Nadia anapiga. Akamwambia, huyu ndio George, sio nini ugomvi sasa pale kabidi sasa." Omari amwambie Salma kwamba I am sorry sikukwambia ukweli, lakini huyu pia ni mpenzi wangu na nipo naye kwa sababu ananilelea mtoto wangu mimi na mtoto mdogo wa kike. Nina mtoto mdogo wa kike and Salma hakujua chochote kuhusu huyo mtoto, nakuja kuambiwa hapa. She was mad, akakasirika, akaondoka pale kwa Omari akaenda kuoga, alafu meseji ikaingia. Nadia akamwambia, naomba uniletee pesa, niko hapa barabarani, unaona? Akakausha, akajifanya kama hajaiona hiyo meseji. Omar akatoka kuoga, akamwambia, ngoja nikamtumie mama baba pesa, ameniomba mzee, sijui nani nini. Akamwambia okay, nenda. Kweli akaenda, alivyorudi sasa ndo akataka kumwambia, kumbe Nadia ndo babako, Nadia ndo amemtumia pesa. kuna nani baba yako sina nini, akaanza kumgombeza, wewe kumbe umekagua simu yangu, haukujui, haukujui, how could you, how could you. Kwa nini akagua simu yangu, sio nini? Kwa nini nasema message zangu sio ndio? Waligombana, Nadia akarudi kazini kwake, wiki nzima hawakutafutana, umekaa wiki nzima wakutafutana. Nadia akaanza kujisikia kama naumwa, sio nani na nini, mwili hauko vizuri. Ikabidi sasa aende hospitali kupima, na kwenda kupima akakuta tayari ni mjamzito. Akawa amechanganyikiwa, amepata stress hivyo, rudi nyumbani sasa. A, aliomba kwanza ruhusa kazini, ikabidi aende nyumbani akakaa, apumzike, atuliza akili. Amekaa nyumbani, mawazo ni mengi, itakuwaje? Ikabidi amtafute sasa, um, Omari. Omari akamwambia, naomba tuonane tuongee. Omari akamwambia, mchubizi sivyo? Niko nini na nini, wewe unaweza kuniambia mimi, nimeenda hospitali, nimepima, nimekuta mjamzito. Omari akamwambia, mimi nitajuaje kama ni mjamzito. Akamtumia makaratasi ya hospitali, akamwambia, sasa mimi nitajuaje kama hii mimba ni ya kwangu you know, kwa sababu hapo ni mimba ya kwangu, wiki nzima akamwambia, wiki wiki ndio unaniambia kwamba well, mimba izi izi aving muda mrefu funa niambia kwamba sijui wiki. Omari akakata hiyo mimba, akamwambia wewe baki nayo, mimi siko tayari mimba kwa ubebi mimba, kwa hiyo baki nayo, lea hiyo, nimekupa kama zawadi. She was stressed, alikuwa na mawazo, hana hata mwaka kazini, hata ambia je, wazazi wake, babake alikuwa ni mkali anavyosema. So she was stressed, si naelewa, amekaa na mawazo nyumbani, akienda kazini mawazo, mwisho wa siku mimba ikaharibika. Sasa kuharibika, amekaa kidogo, hata bado hajapona, haja heal, kuingia status Omari kampost Nadia, ameandika wife to be na kupenda sana tena, kwa herufi kubwa men, kwa herufi kubwa men, men can lie. Hey. Nadia akasema ya nini sasa ikabidi a block Omari. Na akasema kwamba this is time naenda ku heal, naenda ku move on, naenda kwenda ku focus na maisha yangu, na ku focus na kazi, na ku focus na kila kitu ambacho kipo mbele yangu. Niko tayari kumalizia ndoto zangu ambazo nilikuwa tayari ninazo na hivi na hivi na hivi. Kweli akaanza kumsahau, akaanza kumsahau. Alifanikiwa akamsahau aka move on na akapata mpenzi mwingine na sasa hivi wako kwenye process za kuoana, wako kwenye process za kufunga ndoa. And she's happy, um, ame heal muda mrefu sana na anasema kwamba um, Jamani, marafiki and fear men fear friends, amesema hivyo, huo ndio ujumbe wake kwa siku ya leo, na hiyo ndio ilikuwa story, and hatuna ushauri wa kumshauri kwa sababu kasha move on. Hatuna chochote cha kusema zaidi, yote tunaweza tuka comment maoni yetu tukasema kwamba ni nini tumegundua kwenye history, ni nini umejifunza. And hiyo ndio ilikuwa story ya leo. And kuna wale mnalalamikaga kwamba, ah, unajua unge haraka haraka, tunamaliza bando, kama nilivyomwambia Prince Benny Hub, bando anatoa bando za hotel na kwa bei nafuu kabisa. Namba zake ni hizi hapo, na bando zake ni kama hizi mnavyoziona, bando ni bei nafuu kabisa ila